Unawaambia nini pengine sasa mashabiki wa timu ya Pamba Jiji FC ambao kwa muda mrefu sasa e, walikuwa hawajaiona tena katika uwanja wake wa nyumbani wa CCM Kirumba. Tunaendelea kuwaita sababu pamba ndio timu yao, na naamini wenyewe wanaiona timu ilivyo kwa msimu huu, kwa waendelee kuisupport ndio timu yao, na siku zote tulikuwa tukiwaambia tunawakaribisha hiyo kwenye training sessions hizi kama hizi, kama kuna sehemu ambazo wakaweka input kwa mwalimu, wakaweka input kwa wachezaji kama kwa kuingizia motivation, tunawakaribisha waendelee kuzungumza nao. Lengo ni kutaka kuingiza furaha kwa wanamwanza, kwa wanapamba. Kwa hiyo sisi kama sehemu ya viongozi wa Pamba, sehemu ya technical bench ya Pamba, tunaendelea kuwashawishi, timu ni yao, wasiache mbali, waendelee kuwa nao, waiunge mkono, mwisho wa siku tuwafurahishe wanamwanza.

iweze kupata ushindi. Wachezaji walivyofanya mazoezi, nimeona asilimia kubwa 95% wako vizuri mwisho, wasifu, kwa sababu mwisho wa siku unaweza ukawapima watu kwa jinsi unavyoona wanavyofanya mazoezi. Kwa hiyo nimerizika kwa jinsi walivyofanya mazoezi kwa, kwa hiyo kesho na kesho kutwa watakuwa tayari kwa mechi hiyo ya, ya tarehe nane.